Unaamini katika vyama vya upinzani yes? Ni, ni, ni watu muhimu sana kwenye siasa za, za, za nchi yetu. Una imani kwamba hakuna eh, demokrasia bila upinzani imara? Uh, kipimo cha demokrasia sio kuwa na upinzani tutumie, tutumie ma, ma, mawazo mbadala. Unaamini kwamba eh, mawazo mbadala yana nafasi yake katika kudumisha demokrasia? yes. Kwa asilimia mia moja mawazo constructive. Mm. Mawazo constructive mbadala mm, ambayo yana nia ya kujenga taifa sio kuangamiza taifa. Kwa hiyo tungetamani tuwe na vyama vya upinzani vyenye mawazo constructive. Mm. Yani, mawazo yenye ya kujenga taifa sio kuangamiza taifa. Nadhani vyama vya upinzani Tanzania mm. havina mawazo yenye mlengo wa kujenga taifa kwa mimi navyoona wapo wenye, wenye mawazo ya kujenga taifa mm -hmm. lakini wapo wenye mawazo ya kubomoa taifa sasa tunapowahamasisha wananchi mm -hmm. kwa mujibu wa katiba tumesema tutakuwa na uchaguzi kila baada ya mm -hmm. mm -hmm. ya miaka mitano sahihi unapowahamasisha wananchi from nowhere bila kufanya hata vikao wala makubaliano unaambia tuingiki kwenye uchaguzi tusiingie kwenye uchaguzi kauli kauli tuandamane ah tunasema wanasema, wanasema mm -hmm. tuandamane tukinukishe okay. are they constructive Kukinukisha unatafsiri vipi? Mimi ningeelewa ninge kwamba uharibu ustarabu wa taifa uliopo, eh, tuingie kwenye mfumo wa kupigana pigana na kugombana gombana, tungetamani kukinukisha. Walichokuwa wamemaanisha wali, ndio hiyo ndio ndo, okay. Nadhani walimaanisha hivyo, sawa eh. Sasa chama cha upinzani chenye mawazo mbadala ya kujenga taifa hmm. hakitakuwa tayari kuzuia vitu vilivyopo kikatiba visitokee. okay. Mm. Ndiyo? Kwa mfano rais yupo kikatiba, wabunge wapo kikatiba. Sahihi. Madiwani wapo kikatiba, vyama vya upinzani vipo kikatiba. Sahihi. hata uchaguzi mkuu mm. wa serikali za mitaa ipo kikatiba. Kwa hiyo kama nataka ku, ku, ku, ku, ku, kuondoa kwenye hilo kwenye hiyo katiba ni mm. lazima mkae chini mkubaliane. Wakubaliane na nani? Na, na, na, na, si, si nchi kama taifa likubaliane kama taifa mm, kwa maana vyama ya upinzani na chama tawala Sawa, nitakupa mfano mdogo, ili tuzalishe swali ambalo pengine tutapata majibu fasaha. Chama cha Mapinduzi na baadhi ya vyama vingine katika uchaguzi mkuu uliopita vilitoa msimamo wa wazi kwamba hatutashiriki uchaguzi. Kikaibuka chama kimoja wapo kikasema hatutashiriki uchaguzi, wakati huo huo wakasema e, tutaitisha maandamano ya amani katika kudai kile walichokidai kama uchaguzi wa huru na haki. Kosa lao lilikuwa ni wapi? Mi nachokikumbuka ni kwamba uh, chama cha mapinduzi ni kama chama cha siasa kama ilivyo NLD kama ilivyo cha umma, vyama vingine. Sisi kama chama cha mapinduzi tuliridhia matakwa ya katiba kwenda kwenye uchaguzi, lakini kipo chama ambacho tulikisikia kwenye matamko mbalimbali hmm, kwamba hawataki kwenda okay, eh, kwenye uchaguzi, lakini kwenda kwenye maandamano sikuwaiona kama wanakwenda kwenye maandamano mm, lakini tuliyaona tuliaona machafuko ambayo yalifanyika tarehe 29 na na tarehe 30, ninyi mnaita machafuko, wao waliita ni maandamano. Mimi kama mwenezi white kabisa, yani blank kabisa yale, mm, yalikuwa ni machafuko. Maandamano, si nimeeleza pale awali, maandamano ni lazima yawe na terms ya maandamano mahitaji ya maandamano na wanaanzia wapi yanaishia wapi, ndio maandamano. Maandamano ya amani yanapaswa ku... nini kinapaswa kufanyika ili yawe maandamano. Maandamano ni lazima uwe na mtu unayempelekea hiyo maandamano yako unayempelekea hizo hizo hizo, na ni terms zako. Kuna kauli kuwa CCM haivumilii kukosolewa. Si kweli, CCM imekuwa ikikosolewa wakati wote na kwa miaka yote 60 ya uhuru. Sisi tuna uh, tunaongoza nchi, tumekuwa na wakosoaji kwenye taifa letu Wapo wanachama wenu ambao ni wanachama hai kabisa wa chama cha yeah. Mapinduzi yeah. wameibuka na kutoa kauli za kuikosoa CCM yeah, wamepotea yeah, kusema... mpaka sasa hawaonekani. yeah. mathalan yeah. mfano mzuri tu aliyekuwa mwenyekiti wa chama kule Arusha. mm vile vile tumemwona mheshimiwa ambaye amewahi kuwa bosi wako bila shaka mm. katibu wa itikadi siasa na uenezi taifa Humphrey Polepole, hajulikani mpaka sasa yuko wapi mm. unatuthibitishaje kwamba kwa, kwa matukio hayo CCM inavumilia kukosolewa? Sisi tunavumilia kukosolewa, ndio maana tulikosolewa na CCM tulijibu. Wapo viongozi wa CCM walikuwa wananyuka kujibu yale waliokuwa wanazungumza. Sasa wamekwenda wapi? Hayo ni mambo ya kiusalama, na anayejua walikuwa anakosoa ikiwa wapi nani kwa sababu hmm, mtu anajifungia kwenye chumba anaikosoa CCM. Sasa chumba kilikuwa wapi? Lini? Yani anafanya hayo matukio kwa matakwa yake. Kwa hiyo okay, wapi wamekwenda, it's up to them, na vyombo vya usalama vinaendelea kufanya utafiti, labda kama kuna mambo yanaendelea huko, lakini ukweli ni kwamba CCM inakosolewa wakati wote na hmm, tu wakati wote tunapokea, tunapokea makosa ambayo tunayafanya na tunayasahisha na ndio maana tunao viongozi uh, tunajibu hoja na tunazungumza kwa hoja kila wakati. Iwapo sisi CCM itashindwa kutatua changamoto mlizonadi katika uchaguzi mkuu huu ambao umepita, mko tayari kusimama elfu mbili na thelathini na kuomba radhi kwa Watanzania kwamba hakika tumeshindwa na tunaomba radhi. Yapo maeneo mengi huwa tukamilishi ma kuna maeneo fulani machache huwa tukamilishi tukamilishi ahadi zetu uh, kwa mfano mathalani barabara inajengwa kwa miaka mitano au mwaka saba mm, imeanza mwaka wa tatu kuelekea miaka mitano, tunaingia uchaguzi, maanake bado tunaambia wananchi, tupende sahihi kabisa okay, ridhaa ya kuendelea siku kwa madarakani, ili tuweze kufanyaje kumalizia barabara. Kwa hiyo sisi kimsingi, we are loyal to our citizens. Kitu gani kitamfanya mwananchi wa Njombe aamini kwamba naaione CCM kama chama cha wananchi na sio chama cha watawala. Amani na utulivu tuliona kwenye mkoa wetu wa Njombe, wananchi wanaamka kila siku asubuhi, wa wanafanya shughuli zao, wanakwenda wanakotaka wao, taifa hili unazunguka unapotaka kwenda wewe. Mm. amani na utulivu kwenye nchi yetu, kwenye mkoa wetu, kwenye wilaya zetu zote, wananchi wanafanya shughuli zao za kilimo, analima viazi, anapalilia mm, anavuna, anapeleka mabibo, anauza okay, Njombe anajenga nyumba Laiti leo CCM isingekuwa madarakani okay. na wewe ni mwananchi tu wa kawaida mm. chama gani kingine nje na CCM ungetamani kuona kikitawala taifa la Tanzania? Vijipange miaka mingi sana tunaelekea mwisho wa mazungumzo. Mwenezi, asante sana kwa wakati wako. Mtazamaji huyu ni Josaya mm. <laughs> katibu wa itikadi, siasa na uenezi wa Chama cha Mapinduzi hapa Njombe mm. ndiye bosi na sauti ya Chama cha Mapinduzi katika mkoa huu wa Njombe. Mwenezi na tayari sasa madiwani wameingia kazini wabunge wameingia kazini na sasa hivi tayari tunaona wako bungeni kwa ajili ya kuendelea na vikao vya bunge vilevile serikali sasa rasmi imeanza rasmi utendaji katika siku zile mia moja za rais samia ndani ya zile siku kuna mambo mengi mheshimiwa rais aliyaahidi unayaona yakitekelezeka ndani ya siku mia moja? ndio kwa yale aliyoahidiwa ndio yanatekelezwa kwa kispidi kubwa sana mm -hmm. bima ya afya kwa watu wote Okay. Ipo spidi sana mm -hmm. lakini habari uh, ya katiba mpya mm -hmm. na vitu vingine vingi ambavyo ameviahidi Mheshimiwa Rais mm -hmm. inafanyika, wizara zinafanya kazi zake vizuri sana. Okay. na uzuri ni kwamba Mheshimiwa Rais ameshatia wizara kabia zote mm -hmm. watendaji wao wake tunao na tunao kwa mikoa yote tunao, madiwa mm -hmm. uh, tunao kwa wilaya zote mm -hmm. tunao katibu tawala wa mikoa na wilaya zote kwa shughuli zote ambazo Mheshimiwa Rais kwenye ufungamanishi wa siku mia moja zinafanya kazi. Sawa. E. tuhitimishe mazungumzo yetu yeah. nikupe nafasi ya kuzungumza na wakazi wa mkoa wa Njombe hususan wanachama wa Chama cha Mapinduzi, lakini na Watanzania kwa ujumla awamu mm -hmm. ya sita ya Mheshimiwa daktari mm -hmm. Rais Samia Suluhu Hassan imeanza mm -hmm. rasmi e, awamu yake ya pili hii. Vitu gani unapaswa kuzingatia katika wakati huu ambao tayari serikali hii imeshakuwekwa madarakani na inaanza utendaji wake. Sisi, tunawaahidi wananchi wa Njombe chama cha mapinduzi tumepita kwenye kata zote, majimbo yote ya uchaguzi. Tumewahidi wananchi maendeleo kwenye nyanja zote, na kupitia waheshimiwa madiwani na wabunge, tunakwenda kutekeleza yale yote ambayo tumewahidi kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi. Na Mheshimiwa Rais yuko iga kabisa na okay. watendaji wake wote ambao wamewateua kwenye wilaya na mikoa wanafanya kazi kubwa kuhakikisha kwamba Mheshimiwa Rais anaona matokeo ya yale ambayo amewaahidi wananchi hmm. Na sisi chama cha mapinduzi kama chama tawala tutafuatilia kwa kina mahitaji yote ambayo tumewaahidi wananchi hmm. Serikali iyatekeleze na tunaamini tutakwenda kutekeleza kwa sababu uh, uwezo tunao, nia tunayo, na utayari wa kufanya majukumu hayo kwa wananchi tunao. Kwa hiyo wananchi wa Njombe tuwaombe wachape kazi hmm. Ni msimu wa kilimo waingie mashambani, walime na tunawaahidi kwamba tutahakikisha viongozi amini wasimamizi wa ulinzi na usalama wa nchi yetu. Kwa maana mkoa wetu, mkuu wetu wa mkoa atahakikisha kwamba amani ipo ya kutosha, eh vyombo vya ulinzi na usalama vinasimamia vizuri shughuli zao, ili kila mtu apate kile anachostahili kwenye kwenye eneo lake. Kwa hiyo sisi chama cha mapinduzi tunaomba wananchi wa Njombe waendelee kuwa na amani, wafanye kazi zao kwa utulivu.